Kwa habari za entertainment, sports, sports, sports, politics. Usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know watch channel. Ah uh, na niko bado kwenye hii familia ambayo inapitia wakati mgumu na nadhani kwenye interview ya kwanza, kama umemsikiliza mgonjwa namna alivyozungumza. Huyu ndo mume wake ambaye amemvumilia kwa hiyo miaka yote, kwanza kumi kwanza, ya kwanza amini ile ugonjwa kichwa kama nakumbuka, na lakini kuna hii mingine miwili ambayo sasa imekuwa ni zaidi. Pole sana ndugu yangu, lakini pia hongera. Asante. kwa majina kuna mtu angependa kukufahamu, mimi kwa majina yangu naitwa Christopher Moses Mvumo. Mm. Eh. Aa, u, hapa panaitwaje? Na hapa panaitwa Mabwe Pande. Hmm. Sakos ndo mpo wako yeah? hapa mda, mda, mda, mda mrefu kuishi hapa, kwa sababu nimeona majirani namna wanavyokupambania. Uh, hapa tuna mda mrefu tangia tulivyofika hapa mm, mm. Lakini pia tupo na majirani zetu mm. Kama unavyoona hivyo wanatupambania kwa kweli yeah. uh, uh, tupitisha kidogo uh, mke wako uh, uh, kipindi anaanza kuugua ilikuwa ah uh, ni historia ndefu sana mm. Kwa sababu kwanza mke wangu alipataga ajali hmm. mwaka elfu mbili na kumi na sita hmm. kwa hiyo tangia elfu mbili kumi na sita aliugua akapata ile ajali hmm. alivyopata ajali, baada ya hapo ukatokea tena ugonjwa wa kifafa hmm. kwa hiyo ugonjwa ule wa kifafa ukapeleka kama miaka miwili hmm. kwa hiyo akawa anaendelea kuuguza kichwa hmm. baada ya miaka kuendelea kichwa kwa ajili ya ajali kwa hiyo hmm. kwa baada ya ajali hiyo ugonjwa haujaenda mbali mm. Ikaendelea kichwa tunauguza kichwa mm. Tunaenda hospitalini mm. Tunapata kichwa kwa sababu anapoteza fahamu kwa mm. Kumbukumbu kumbu pia zinakuwa hazitunzwi mm. vizuri mm. Kwahiyo tangia hapo mpaka leo ni baada ya hapo sasa ikatokea mm. Hii hari kwa hiyo yeah, e, tangia ajari mpaka ile hari ya degedege ya kifafa mm. Mpaka sasahivi hari ndo kama hivyo haijapoa kwa hiyo ni karibia miaka tisa. hmm. hali oh, yake haijawahi, hiyo oh, oh, oh, hali ya, ya kichwa na kifafa bado ipo bado ipo. Kiachana na huu mguu e, bado ipo. Kwa hiyo oh, kuna wakati kabisa na anapoteza fahamu hmm. e, yeah. sasa Mungu amesaidia naamini Watanzania wanakuona mm. na wameona namna ulivyovumilia kwa hicho kipindi chote cha hiyo miaka yote. Nini ungependa kuambia Watanzania? Nini unapenda kwa sababu um, mke wako amesema kile kidonda kinahitajika kaonane na daktari bingwa. Yes, wewe nini ambacho ungewaomba? Binafsi ambacho unaona nimepambana kama mwanaume na familia na nini ila hapa naona nimekwama. Ndugu zangu Watanzania na yule yoyote atakayeona hii video anisaidie. Ah, mimi ninachotaka kusema ni kwamba mtu atakayeguswa kama anaweza kwenda kwenye hata hospitalini hospitali zote tumeenda. Tumeenda Mwananyamala, tumeenda Muhimbili, masana tumeenda, tumefanya hivyo, lakini mpaka leo hali haijakaa sawa sasa, atakayeguswa labda tuendelee kwenda huko hospitalini, kama madaktari ndio wanaweza kutoa ufafanuzi zaidi mm. ya hilo tatizo kwamba litafanyika vipi na wao, kwenye huo mguu hawajai kuambia nini kinamsumbua. Ah, madaktari walivyosema kwamba kuna bakteria ambao wanashambulia ngozi, mm. ndio walichosema mpaka sasa hivi mm. kwa hiyo mpaka hapa sasa hivi juzi tumetoka Mwimbili, lakini walituandikia tarehe ya kurudi tena Mwimbili. Kwa hiyo nadhani tukirudi tena Mwimbili madaktari watatupa ufafanuzi zaidi, kwa sababu wako kwenye utafiti juu ya huu mguu e, nini kinasumbua zaidi. Kwa yule yu yu atakayeguswa labda kulipia matibabu, atakaye labda pia atama, hata mahitaji madogo madogo, kwa sababu sasa hivi nasikia pia haufanyi kazi kabisa, kwa ajili ya kumuuguza ah. Kwa hiyo yote atakayeguswa kwa msaada, basi anaweza tu akawasiliana na sisi tuko hapa, tutashukuru pia. Na namba ya simu unaweza ukawatajia, ambayo itasoma majina yako ili akiwa anachangia ajue msada unakufikia moja kwa moja. Um, namba yangu ya simu nadhani ni kama hiyo mliochukuani, e, tigo ni sifuri saba kumi na tatu ishirini na tisa sabini na nne ishirini na tisa, lakini kuna voda ambayo ni mm -hmm. sifuri saba arobaini mm -hmm. na nane themanini na tisa thelathini na saba, na majina yanatoka ni Christopher Moses. oh, sure. mm -hmm kabisa mimi ni niseme, Mungu kuna namna ataenda kufanya juu yenu, kwa sababu umevumilia kwa muda na umejitahidi kama mme, umebeba maana halisi ya mwanaume. Na uh, nchi yetu pia ina serikali na nimeona pia wamama wamekuja viongozi na una, mama, mama Samia ni rais ambaye anasikiliza watu, amekuwa akiwasaidia matibabu mpaka nje ya nchi. Akiona hii klip unanicha kumwambia mama yetu mpe Ah, tunashukuru pia kwa sababu ni rais wetu, ni mama wetu, tunampenda. Kwa hiyo kwa chochote kama sisi watoto wake atakachoguswa, basi Mungu atasema naye ndani ya moyo wake okay. e. mimi nisikuchoshe kwa sababu naamini kuanzia kesho na kesho kutwa tutapigiana simu tukiambizana mazuri ambayo Mungu anaenda kuyatenda kuanzia sasa hivi, asante okay. sana kwa habari za entertainment, sports, sports, sports, politics. Usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need.